Kauli mbiu ya leo, the theme of the of day women's day 2025, haki, usawa na uwezeshaji, uwezeshwa. Mheshimiwa Gavana, mgeni wetu wa heshima siku ya leo, wajua tangu niwe niwee women rep, zile women's day zote gavana hajakuja kwa sherehe yetu. Leo ni mara ya kwanza. Tumpigie Mheshimiwa Gavana Gideon Maita Mung'aro makofi. Wajua alikuwa nitumia mkewe tu. Safari hii nikampata mkewe, yuko safari, nikamwambia utakuwa na sisi. La muhimu ina mama wa Kilifi, sisi ni wa furaha, siku ni yetu, hatutadanganywa, hatutakejeliwa na mtu yoyote. Sisi tulikuwa tumepanga, waziri dama yuko pale, ametoka kidogo, akwenda pangopi la vikaro chenye tunako Tukapanga, mimi nimezunguka sub county zote nikiwa women rep. Wakati huo ni mara ya pili mwaka wa saba, tulifanya Ganze, tukafanya Rabai, tukafanya Kaloleni, tumefanya Kilifi South, tukafanya Kilifi North. Safari hii mwaka huu 2025 ilikuwa ni safari ya kufanya Women's Day ndani ya Magarini Constituency. Ndio maana tumekuja huko, wana vibaraka waliposikia tunafanya Magarini mheshimiwa Gavana wakaanza kufanya zao ndogondogo ndogo tumepisha ndogo. Mahema mahema mengine wazi huko njiani. the International Women's Day ndani ya Kilifi County chini ya mama lao mama ji na sapoti kubwa ya mheshimiwa Gavana Mung'aro ilikuwa niwe Magarini, Marereni. Na hapa tulipo kina mama hai kama ni mama wa Kilifi County pale lipo, tupigia makofi sema mama naweza Mheshimiwa Gavana, kila mtu ametaja zile haki zote, wewe umefanya kugawa 50 50, si mawaziri, si chief officers, si wafanyaji kazi. Mimi nataka nikushukuru zaidi, kwa sababu wengi wanajua hapa Mbeyu ni nani. Mimi nataka nikuhakikishie gavana, hakuna mtu atakutingisha yale umefanya kwa umda mchache mimi sitayasema, hawa wamama wameyaona kwa macho zile kazi umefanya. Sisi sahii tumeamua, wabunge wote tena, nitangaze hili, wabunge wote tunafanya kazi na Mheshimiwa Gavana Mung'aro. Yule ambaye ananipinga hili ao yule ambaye anapinga muungano wa Gavana Gideon Maita Mung'aro na Mbeyu Mwanyanje kwa adakoshindwa nachindw Alakushindwe, nashindwe yeah! Nakwambia kabisa kwa jua hili. Hili haliwezi la payu. Tutafanya kazi na mheshimiwa Gavana Mung'aro, tumeona yale ameyaleta ndani ya kaunti two and a half years <laughs> na sisi haturudi nyuma. Ukiona okay, mamajii, ukiona okay, Amina mnyazi, wajua Amina anauliza kwani kanga wako ni yupi mheshimiwa Mung'aro? sisi twampenda kwa sababu ya kazi zake. Mimi nilikuwa nimetangaza tena nitazungumza, Mheshimiwa Gavana. Nilikuwa nimetangaza yeah! natafuta ugavana eeolngo na baada natafuta paka leo kwani kuna siri? Yeah! lakini nimpe muda Mheshimiwa Gavana Gideon Maitha Mung'aro miaka yake kumi bila break. Alafu Mama Mbeyu yupo hello yeah! kina mama zi tunaweza Dadangu Mheshimiwa Seneta Emma Mbora amesema hapa, wapigaji kura wengi ni wamama, tumsapoti Mheshimiwa Gideon Mung'aro, na mimi nilitangaza juzi kule ma Mariakani tulikuwa na yeye. Sisi tuliomba pesa tu kiasi tu kwa kwa Mheshimiwa Rais Ruto tukwambia, sako za Mariakani pale bodaboda na wamama, na imagine, Mheshimiwa Ruto alitumana milioni tano, tukaenda tukawapelekea juzi na nifahakikisha Mheshimiwa Gideon Mung'aro. Rais Ruto amekuja hapa Magarini, hawa mama nao wapate fungu lao hawa. Kilifi nzima wapate fungu lao kule Marekani. Marekani, Marekani. Walipata milioni tano. Hawa Magarini kwa topa wapate milioni kumi hawa. Na sisi tunamwambia rais, umesikia serikali ni ya broad based. Na sisi ndio kusema hapa kusikika na kila kitu. Mimi naamina, tukisema tunatapana Mung'aro. Rais Ruto atusikiza sisi, usidangani, hakuna mwanamke mwingine. Hakuna baba mwingine ndani ya Kilifi, na atasikizwa na rais, atasikiza wale walio mamlakani. Na ndio sisi hapa. Hello? Na ndio sisi hapa mama G, mama lao, lao na mnyazi na Gideon Maitha Mung'aro. Yaani hili upeleka oh, take to the bank, nipeleka huko bankini, twataka tuambie hivi kina mama, Tuchukue fursa tupate kilicho cha haki yetu. Kama kuna pesa kwa MCA, ni ya basari ya, ya maendeleo lazima tuhusishwe, tujumuishwe na tupate haki yetu.